Akili zangu ni kama za baba. Mama, naona leo shuleni mwalimu ametupatia sambu za kutia na kutoa. Halafu mama, si unajua tu vile kutia na kutoa ni ngumu. Sasa hapa mwalimu ameandika moja ongeza moja, sasa baba, moja ukiongeza moja unapata nini? ini E, ni ngumu. <laughs> jaribu. e. sasa unasema moja mm. ongeza moja e. nakuwa na mm. nakuwa na mm. moja mbili baba <laughs> inasemaje? Moja ukiongeza moja unapata nini? Sasa, mamani, kwa hapa na moja mbili, wewe <laughs> unasemaje? Eh, huyu hapa ni mtoto mmoja, si ndio? Eh, usi ni mmoja halafu, eh, kuna huyu hapa mtoto mwingine eh. Sasa ukiweka hao watoto pamoja unakuwa na watoto wangapi? watoto moja tofauti moja mkiongeza moja mbili, mbili mkiongeza mbili. <laughs> <laughs> Oh, alafu mama, mama, mama, mazafanya uma utampeleka ah? Baba unajua kesho kweli ni weekendi lakini siwezi, nitakuwa namsafirisha vidi kwenda nyumbani. Kwa hivyo kwa hivyo bia alirudi eh